tayfodi wakanipa dawa za tyfodi, nikawaja nikatumia, nkaona wzinizaidi norazidi kabisa kuumwa. Baada hapo, wakaniongezea drip za maji mbili. Baada hapo, tukarudi nyumbani. Baada hapo, tukaona sio nzuri tena, kasema moja, turudi tena hospitali, tukarudi hospitali wakati ya kufika hospitali tukaenda kupima kwenye ultrasound, wakasema kwamba nina uvimbe tumboni. Wakati ya kupima uvimbe, wakasema tunakupa wiki moja ufanyie operation. Kasema sawa, tukafika nyumbani, ndo hali ikazidi kuwa mbaya, wakasema kwamba tukupeleke kuombea kanisani, kanisa penye ndio hapa tukaja hadi hapa kweli, nilikuwa sijielewa, nikashtukia niko huku. Wakati wa kuzinduka kwangu, mpaka sasa hivi namshukuru Mungu, niko mzima, naendelea vizuri, ila tulirudi tena hospitali, wakasema kwamba twadadispitishe uvimbe kama na kupasulio wakapasue, tukarudi tena Wakapima tena wakaukosa. Shangilie! <laughs> Yesu, huyo ni Yesu. sisi wachungaji, mukituuliza nini kimefanyika, si hatu kutoa uvimbe, ila Yesu mtenda miujiza, yeye ndio alifanya oparesheni akatoa uvimbe. Kwanza yupo mwingine, mchana atakuja kusema na yeye, ni hivyo hivyo. Sikiliza watu wa Mungu, ndio maana nikasema usiruhusu mtu kukaa kule mtaani na shida wakati Yesu yuko hapa anafanya kazi. Dada huyu amekuja hapa kama anavyosema, hajitambui. Wachungaji tukaendelea kumwombea, mapepo, mapepo, mapepo, mapepo! Yesu akamtoa mapepo, akamfungua. Ameondoka ameenda hospitali, amepima, hakuna uvimbe. Alikuwa hawezi, yaani akitembea ni hivi, yaani hawezi sawa, eh, lakini leo tunaona anatembea mwenyewe ndio maana hata mamake amwamua kumuleta, wametoka kanisa Leisitili kwa hapo kwa mchungaji Elia, lakini wameondoka wamekuja. Mimi ni watie moyo watu wa Dodoma mnaotufuatilia kwenye mitandao ya Instagramu, kwenye Facebook, YouTube, mahali hapa Yesu yupo. Msikubali kukana matatizo yenu kwenye mageti ya nyumba mmejifungia, uwe uko serikalini, mfanya biashara, mkulima ndio mahali hapa hatuongei kuwa tunajidai. Ah, tunamtukuza Yesu mtenda miujiza. Hiyo shida inayokusumbua, Yesu anaiweza. Hiyo tatizo linalokusumbua Yesu analiweza. Dada, unawaambia nini wasikilizaji sasa wanaoteseka, unawaambiaje? yeah, Waje kwa Yesu eh, ati baada ya hapo tena tulipoenda kupima wakakuta ugonjwa mwingine eh, na serikali kwamba ni kidole chungo eh, sa wakasema kwamba ngoja kwanza tukuwekee lilipu za dawa, baada ya hapo ndio utakuja tutakupasua tena, na wenyewe ni kupasuliwa hivi test saa hivi ila bado eh, mwendelee kuniombea eh, tenda kupasuliwa watoe tatizo hilo pia tena. Zipate haja kubwa iliipata tu kwa siku moja tu, mpaka sasa sijaipata tena. Sasa tunaenda kukuombea uchungaji, naomba tusogee tuweke mikono sasa. Hicho ambayo amekigundua tena, Yesu anaenda kukimaliza. Sisi tuko hapa kama wale wanaofuga kuku wa kisasa na tunaposimama hapa